Kiongozi wa Kanisa Katoliki, Papa Francis, mwenye umri wa miaka 88, anatarajiwa kutolewa hospitalini leo Jumapili Machi 23, 2025, baada ya kukaa zaidi ya mwezi mmoja akitibiwa maradhi ya nimonia ya mapafu. Taarifa ya Papa Francis kutolewa hospitalini baada ya afya yake kuimarika imetolewa jana Jumamosi jioni na Sergio Alfieri, ambaye ni mkuu wa timu ya madaktari wanaomhudumia kiongozi huyo hospitalini. Na nukuu: Baba Mtakatifu atatolewa kesho kwa maana ya leo, akiwa katika hali thabiti ya kiafya, akiwa na maagizo ya kuendelea kwa kiasi fulani na matibabu ya dawa pamoja na kipindi cha angalau miezi mita, miwili cha kupona na kupumzika, Alfieri aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa Jumamosi uliofanyika hospitali anakotibiwa Papa ya Gemelli. tunafurahi kusema kwamba leo atakuwa nyumbani, aliongeza Alfieri. Msemaji wa Vatican, Matteo Bruni amesema leo Jumapili kuwa Papa pia anatarajiwa kuonekana hadharani mbele ya umma wakati akirejea kwenye makazi yake ya Casa Santa Marta anakoishi tangu alipochaguliwa kuwa kiongozi wa mkuu wa kanisa hilo mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Kwa mujibu wa Naibu Mkurugenzi wa Huduma za Afya za Vatican, Luigi Carbone, Francis, ambaye amekuwa hospitalini tangu Februari 14 akiugua nimonia iliyokuwa katika mapafu yote mawili, bado hajapona kabisa maambukizi hayo. Na nukuu, sauti ya Papa inaimarika, lakini bado anahitaji muda wa kupona, amesema Carbone. Mwisho wa kunukuu. Carbone amesema Papa huyo ataendelea pa na tiba pamoja na mazoezi ya mwili baada ya kutoka hospitalini. Ofisi ya Vatican ilisema pia kuwa Francis atatoa baraka na salamu kwa waumini mwishoni mwa sala ya Angelus itakayofanyika leo Jumapili. Francis kwa kawaida huongoza sala hiyo hutoa tafakari ya wiki, lakini hata hivyo hajafanya hivyo kwa takriban ibada tano za Jumapili. Waumini wa, wa Kikatoliki kutoka jiji la Vatican na hadi Argentina, anakotoka kiongozi huyo wa kiroho, wameonekana kufurahia na kusherehekea habari hizo za Francis kutoka hospitalini. Wengi walikusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro jijini Vatican Jumamosi usiku kuendelea kumwombea Papa kama walivyokuwa wakifanya tangu alipopelekwa hospitalini, lakini leo maombi yao yaliambatana na faraja. Nanuku, ni furaha kubwa kwa sisi sote kwa waumini wote na sisi sote tuliokuja hapa kila jioni kuomba. Richard Gandel mmoja wa waumini aliiambia shirika la habari la Reuters alipokuwa uwanjani hapo sasa tumepokea habari njema, ni furaha kubwa sana kwetu, alisema Gundel, mwisho wa kunukuu. Katika mji mkuu wa Argentina, vipande vya video vimeonyesha waumini na wasio waumini wakiwa na picha ya Papa Francis ikiwa imewekwa katika fremu ndani ya kanisa moja mjini Buenos Aires Jumamosi, huku waumini wakihudhuria misa ya kumwombea afya njema kiongozi huyo, nanukuu Niliposikia habari leo yaani jana, mwili wangu ulisisimka, mmoja wa waamini Laquil Martinez marti aliambia Reuters nje ya kanisa huku akiwa na tabasamu kubwa usoni mwake na akisisitiza kuwa niliguswa sana, ni kitu kisichoelezeka. Ingawa hajaonekana hadharani kwa wiki kadhaa, uwepo wake umekuwa ukihisiwa kupitia ujumbe mfupi wa sauti uliotolewa na Vatican pamoja na picha iliyomwonyesha akiomba katika kanisa la hospitali hiyo wiki iliyopita. Tangu Papa Francis aingizwe hospitalini katika mwezi wa Februari, kulikuwa na vipindi viwili vya hatari katika maisha yake yaliyokuwa mashakani kulingana na Vatican na timu ya madaktari wanaomhudumia kiongozi huyo. Carbone aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano huo wa Jumamosi kwamba Papa yuko katika hali nzuri na ya kiakili na amekuwa akiomba atolewe hospitalini kwa siku chache zilizopita. Habari za kuondoka kwake hospitalini zinakuja baada ya Vatican kudai kuwa wiki hii hali yake imeendelea kuimarika ikiongeza kuwa nimonia yake sasa imedhibitiwa. Wiki iliyopita Papa Francis aliidhinisha mchakato mpya wa miaka mitatu wa mageuzi ndani ya kanisa hilo, ishara thabiti kwamba ana mpango wa kubaki katika wadhifa wake licha ya kukaa hospitalini kwa muda mrefu. Mageuzi yanayozingatiwa ni pamoja na namna ya kuwapa wanawake nafasi kubwa zaidi ndani ya kanisa Katoliki, ikiwemo kuwapa daraja la ushemasi pamoja na ushirikishwaji mkubwa wa wale wasiokuwa makasisi katika uongozi na maamuzi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, takusogezea kila updates inayojili kuhusiana na mwenendo wa hali ya kiafya ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Jina langu ni Mgongo Kaitira.